Maisha ni sawasawa na safari, maana yake yanakupitisha kwenye barabara nyoofu, zenye milima, mabonde na njia zisizoeleweka. Maisha tena tunaweza kusema kwamba ni sawasawa na kitabu. Kila siku ni ukurasa, kila mwaka ni sura, na kila mtu ana hadithi yake. Maisha tena ni sawasawa na mchezo, wakati mwingine unashinda, wakati mwingine unapoteza, lakini muhimu ni kuendelea kucheza. Maisha ni sawasawa na maua, yanachanua yanapendeza, lakini yana wakati wake wa kunyauka pia. Maisha tena ni sawasawa na bahari, wakati mwingine ni tulivu, wakati mwingine ni mawimbi yanapiga, lakini yote ni sehemu ya uhalisia. Pengine nako tunasema kwamba maisha ni sawasawa na fumbo hayaeleweki mara zote, lakini hadili unavyoendelea kuishi ndivyo unavyoanza kuona maana yake. Hivyo basi ndo maisha yalivyo, na wewe pia unaweza kuwasimulia watu jinsi maisha yalivyo, maana haya ndo mimi nimeweza kuwaeleza. Siwezi nikasema yote, na wewe pia unaweza kusema tofauti na hili niliyosema. Shukrani sana.